Katika hali ya utulivu wenye uangalizi mkubwa wa kiusalama leo Mei 19 mwaka 2025, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema Tundu Antipasi Lissu amewasili katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam majira ya saa tatu asubuhi. Lissu amefikishwa mahakamani hapo chini ya ulinzi wa askari wa jeshi la polisi na jeshi la magereza kufuatia agizo la mahakama lilotolewa Mei 6 mwaka huu. Ulinzi huu umeimarishwa maeneo ya mahakama kwa ajili ya kuhakikisha usalama zote wa pande zote wakati wa kusikilizwa kwa kesi hii inayomkabili Lissu inayohusiana na madai ya kuchapisha taarifa zisizo sahihi kupitia mtandao wa YouTube. Katika taarifa iliyosoma mahakamani Ilidaiwa kuwa Aprili tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano, Lissu alitoa kauli inayodai uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana, wagombea wa Chadema waliinguliwa kwa maelekezo ya rais, ambapo mamlaka zinadai kuwa taarifa hiyo ilikuwa ya upotoshaji ikiwa na lengo la kuupotosha umma. Hii ni Rindimo Media na mimi ni Farida Mangube. vizuri vizuri. <laughs> Mheshimiwa mabalozi, nashukuru. Kikao kimekamilika, au sio public <hukawa> public. Mahakama ya hadhara, tutakutania hadharani, tukakutania hadharani. Baba, shikamoo <Yes>. <shamo. hukawa> uko vizuri, uko vizuri. Wanayataka, na mzigo ni huu wanayataka wanayapata. Hii ya Warioba, Warioba anazungumzia majaji na utendaji haki, wanasema nimesema vibaya majaji.

Nashukuru, nashukuru, asante. Nimeambiwa wamemrudisha airport. Kama mnaweza mkamrudisha jaji mkuu wili mtunga airport, asije kuangalia kesi inaendaje, mmekwisha mekwisha hii, yeah. Ndiyo inatakiwa kaka, unalia mwenyekiti, unalia, usilie baba, usilie, usilie